Aa, swala sio kwamba eh, mechi ya dabi imepangiwa sasa Juni 15. Swala tunataka kujua uwajibikaji wa kiasi gani umefanyika toka kadhia hii kubwa ya mechi hii ya Machi nane eh, imeshindwa kuchezwa. Unajua, ifike wakati mpira eh, wetu usiendeshwe kijua kali tu, yaani watu waamke tu eh, asubuhi waseme bwana, mechi itachezwa juni, ju, eh, Juni 15 hapana y yaani, Watu walitumia pesa zao, watu walitumia gharama zao, wakasafiri wakaja Dar es Salaam siku ile ile ya dabi, mechi inaahirishwa saa sita mchana. Sasa hii kitu hatuwezi kuchukulia vitu hivi kimzaha mzaha. Kwa hiyo mpira wetu lazima tuuendeshe, eh, kama tunavyosema ni ligi bora, basi lazima iendeshwe ifanane na hiyo, isiwe kijua kali. Tunaamka asubuhi, unaambia bwana mechi ya Yanga na Simba ni juni eh, 15. Inachezwaje mechi hii inachezwaje mechi hii? Kwa sababu kwanza mechi ya, ya, ya, ya, ya Machi nane mpaka leo hatujaelezwa kadhia ile kubwa, hawajatoka wenye mpira wakaja wakaeleza, uwajibikaji wa kiasi gani umefanyika? Unaamka asubuhi unaambiwa bwana, Juni kumi na tano tu, yani hauwezi mpira ukaendeshwa kwa amri tu hizi. Aa, watu wamewekeza, hivi vilabu vinaendeshwa kwa uwekezaji mkubwa watu wameweka pesa zao lakini pia watu wametumia gharama zao katika Machi eh, nane, lazima ijielezwe bana, mechi hii itachezwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, tumefanya hatua hizi, tunafidia hii, tunafidia hii, lakini isiwe tu hivi, unalala una asubuhi unakuta bane, hizi ndio mechi za kumalizia msimu. Msimu upi? Vipi yani yani, vipi inacheza hii mechi? hau hawa watu walotumia walo gharama zao muda wao, maandalizi yao ikoje? Kuna uwajibikaji wa kiasi gani umefanyika? Huwezi ukaendeshwa mpira kimzaha mzaha, hizi si zama za mzaha mzaha, mpira uchezewe tu hivi hivi kwamba unatoka tu eh bana, tamkeni Juni kumi na tano mwe uwanjani. Hakuna mechi namna hiyo bwana, lazima wenye mamlaka mje mweleze kadhia ile iliyotokea Machi nane. Zungumzeni na watu, ombeni radhi eh. Ndo, ndo, ndo mpira, huwezi kuamka tu. Kwa hiyo kusema kweli, hili jambo kwa maoni yangu mimi naona kuna mzaha mkubwa unaendelea kufanyika kwenye mpira wetu. Thank you.